Simulizi hii inahusu kuwajali na kuwaheshimu wazee na kuwapa kipaumbele au upendeleo katika huduma mbalimbali mbali za kijamii. Mtunzi wako ni Andreo Nomondo au Andy Solver. Ilipofika saa nne asubuhi katika kituo cha afya cha kijiji cha Lwande, watu walikuwa wameshapanga foleni ndefu wakisubiri kumwona daktari. Kila mmoja alikuwa na shida yake. Mtoto wa mama Zawadi alikuwa na homa kali, kijana Musa alikuwa na jeraha mkononi na wengine walikuwa wakisubiri vipimo mbalimbali. Ghafla mzee mmoja aliyevalia kanzu ya kaki na kushika fimbo ya mpingo alifika akitembea kwa tabu. Alisimama kwa muda akitazama foleni ndefu. Alikuwa ni mzee Ramadhani, mtu maarufu kijijini kwa busara zake na historia ndefu ya uongozi. Hakuomba upendeleo wowote, alisimama tu nyuma ya mstari kama watu wengine, lakini kijana mmoja aitwaye Saidi alimwona Alisogea mbele kwa ujasiri, akaenda kwa muuguzi aliyekuwa akisimamia mlango wa daktari. Nesi, samahani sana alisema, kwa heshima. huyu hapa ni mzee Ramadhani, anaumwa na hata kutembea ni shida, naomba apatiwe huduma kwanza. Wengine kwenye foleni walianza kuguna, lakini muuguzi aliwaangalia wote kwa upole, kisha akasema, katika mila zetu na pia katika utu wa kawaida Kumpa mzee huduma ya kwanza si upendeleo, ni heshima. Tunajifunza kupitia vitendo kama hivi. Tafadhali turuhusuni mzee Ramadhani aingie. Hakuna aliyejibu vibaya tena. Badala yake, wengi walimwangalia Saidi kwa heshima. Aliwafundisha somo la thamani kuwa heshima kwa wazee ni sehemu ya utu wetu. Funzo. Heshima kwa wazee ni msingi wa maadili bora. Kuwapa huduma ya kwanza si upendeleo, bali ni kuthamini mchango wao katika jamii.